Inawezekanaje kwenye giza pakawa na Mungu? Aingia akilini, inawezekanaje katikati ya giza kukawa na Mungu wakati Mungu ni nuru? Anapokuwepo giza linatoweka. Lakini Biblia inasema Mwanzo mmoja mbili, naye Roho wa Mungu alikuwepo, lakini giza lilikuwa limetanda. Litawezaje kutanda mahali penye Mungu? Hii si mara ya kwanza. Kumbukumbu la Torati tano mstari wa 22 na 23. Haya ndiyo maneno ambayo Bwana aliwaambia mkutano wenu wote mlimani kwa sauti kuu toka katika moto na wingu na giza kuu. Ikawa mlipoisikia sauti ile toka katika giza Sauti ya Mungu ilitoka katika giza. Kwa hiyo inawezekana katikati ya giza Mungu akawepo, katikati ya giza Mungu akawepo. Unajua, tukirudi kwenye maisha yako, inawezekana kabisa ukawa unaona giza nene la uchumi, giza nene la familia, giza nene la dhambi, ukasema Mungu ameniacha, Yesu yuko wapi? katikati ya giza bado Mungu yupo na yuweza kutamka neno, na iwe nuru, na ikawa nuru kwenye maisha yako.